faraja haswa kwa kina mama waliostaafu na walio na zaidi ya miaka hamsini. Mirriam Chepkemoi mkazi wa Narok amekuwa akiwaleta pamoja kina mama takriban 180 kwa mazoezi chini ya mradi wa Kick for Health. Kundi hilo hukutana kwa mazoezi, kushauriana kuhusu maisha na kujikuza kibiashara. Ni harakati ambazo nyingine alizianza tangu alipokuwa mwanamke wa kwanza diwani mwaka 1997 katika kata ya Loita Hoa, wa Narok. Hebu tusikilize simulizi yake katika makala yetu ya mwanamke bomba yanayofuata sasa. Kwa majina naitwa Miriam Chepkemoi Tanui. Nilikuwa nikitaka sana kuwa mwanasiasa nikiwa mdogo, lakini baadaye nikasoma, nikaenda secondary, nikaenda primary, secondary and then university Nilisomea nchi ya India, nikasomea political science economics and sociology and then, baada ya kumaliza my first degree nikarudi nikarudi Kenya. Ah, mimi niko na watoto wawili, vijana wawili ambao wamekuwa wakubwa na wameoa, niko na wachukuu. Nilienda upande wa Eldoret, na kuna siku niliona wamama wametoka South Africa, wale 50 plus wale wamama walisema, tumeingia kwa ndege tumekakosa hata tushikilie wapi. So vile nilienda nyumbani Eldoret, nikapata mchezaji mmoja ambaye ni sekretari wa Elgeyo Marakwet wa Kenya Cranes akaniambia si uende uanzishe ukutanishe wamama wase 50 plus na wa wanaume wase 50 plus wacheze mpira. Nikamwambia wacha ni, niende ni jaribu, kwa sababu niko na wamama huwa tunakutana mikutano zetu na ne, kukuja Narok nikaita mama ambaye ni file Chelda, so nikamwambia mimi ningependa wamama wengi wanakaa tu bure nyumbani, hakuna kazi wanafanya inawaletea stress. So nikaanzisha, nikaita huyo mama, tukaitana wamama wa jirani, majirani wenye wako fifty plus, and then baadaye, saa ile tumeenda kucheza mchezo moja, nikapata wamama kumi na tano na saa hii wamama wengi Uh, wameingia hiyo timu mpaka tumepata teams uh, in Narok County, na hivi karibuni tutakuwa na teams zingine tatu kutoka Transmara. Exercise ni 10 minutes, so tuseme ni karibu 50 minutes kwa sababu hawa ni wamama wasee, hawana hiyo ngufu kama vijana watu wadogo. Apart from soka uh, wana, wanashona uh, beats vile wamekuwa wakishona uh, saa zingine wameweka programs also ya kuswimu wakiwa wamama wasee. Unajua, you know, wamama wengi wako wako watu wengi wako wakonjwa, mm. na watu wengi ukonjwa inatokezea kwa sababu eh, we don't exercise, hatufanyi exercise, hatukuli buzuri. Huwa tuna train um, tuko hapo kiwanja Olendi Mama Stadium uh, um, Tuesday, Wednesday, Thursday mimi nimepanda managu, nimepanda kunde, nimepanda isaga, hata vitunguu nachipandia ile ya fiasi, na ninapanda ile kitunguu ya nyasi kwa shamba yangu, na situmii situmii mbolea, niko na kondo, so ninatumia manyua but nataka kuendelea, niendelee kusaidia watu wengi kwa hii kasi yangu. Sija nimefanya watoto wangu wakue part of me eh. Ile ene kile, kila, kila kitu ninafanya lazima wajue, na saa zingine ninawaita nawaambia, kuja munisaidie upandehii ningependa nike, kuambia akina mama lazima tujitume eh, lazima tujitume tufanye kazi hata kama ni kuuza nyanya, kuuza mboga Kulima huwa ni, ninapenda ni, sana ku encourage also watu wa huku wa mama kwa kuwe na kitchen garden yake eh, mutu alime shamba.